Hii ni K-News. Habari. Madhumuni ya harambee hii ya leo ni kuchangia fedha kiasi kisichopungua shilingi za kitanzania milioni ishirini na tano kwa ajili ya kununua gari aina ya Noah kwa madhumuni yafuatayo: Moja ya kirumi, kuondoa changamoto ya kukosa usafiri kila tunapopanga kuzungukia kata zetu zote ishirini na tisa kwa lengo la kujitambulisha kwa wazee wenzetu katika wilaya hii, tendo ambalo lingeimarisha sana umoja wetu na mshikamano. Mbili ya kirumi, sambamba na hilo hapo juu, tunaamini kuwa gari hilo litatupa wepesi wa kuzungukia wilaya yetu yote, ili kuisaidia serikali katika kuielimisha jamii juu ya masuala anuai, kwa mfano katika kipindi hiki cha kuendea uchaguzi mkuu, tungekuwa tunazunguka kuhubiri juu ya kuilinda amani na utulivu uliopo wakati na baada ya uchaguzi, na kwamba amani ni tunu nambari moja miongoni mwa tunu zote tulizopewa na Mwenyezi Mungu, na kwamba madhara ya kuivuruga ni makubwa sana. Chama cha Mapinduzi tumeshajiandaa tayari mgombea urais tumesha pendekeza daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza ni e, Dr. Emmanuel Nchimbi. Tayari sisi tumeshapata wagombea wetu, na siakuna mtu yote ana mashaka nawa watu, kuna mtu yote na doubt <coughs> e, kwao tumefanya uchaguzi sahihi. Sisi tumeshajipanga kwa mwezi wa kumi, sisi Mwenyezi Mungu atujalia tukafika salama, tumejipanga kwenye uchaguzi. Lakini sasa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, kwenye uchaguzi lakini sasa, kuna kazi ya kutafuta wagombea kwenye Eh, wanaowakilisha ubunge na madiwani. Kwa nipo ona kwenye risala yenu mnasema kupita huko kwenye makata na kuelezea mambo mazuri yaliyofanywa na serikali, nikasema na hii nayo jambo muhimu sana pia. Mtusaidie huko nyinyi kuangalia ni nani anayesemwa. Eh, nyinyi ni wazee, mtatusaidia pia nyinyi kusema ah, hapa kwetu Rungwe tunatamani kutokana na mipango anayofanya mheshimiwa rais, kutokana na mipango ya serikali ilivyo, tukimpata mtu huyu atasaidia kutatua matatizo yetu ya Rungwe. Na nyinyi wenyewe ndio mtakuwa mnajua mtawapima wote watakao kuja huko mtawapima nyinyi hao. Ah, mtatushauri na sisi jamani wazee ah ah. Sisi tuko na fikiri pamoja na mambo yote tukimpata huyu tutakwenda vizuri. Tutazingatia pia ushauri wenu na mawazo yenu. Mwisho wa siku tunachotaka sisi ni ustawi wa wilaya yetu ya Rungwe na isonge mbele kwa maendeleo. Yatakuja mambo mengi, vitendo vya rushwa, tumamvikemee. Mambo ya ukabila tunaomba muyakemee, mambo ya udini tunaomba muyakemee, kwa sababu dunia imeshabadilika. Sasa hivi kinachoongoza sasa hivi kwenye maendeleo ya watu sio dini ya mtu, sio kabila wala sio ukanda anapotoka, ni mtu ambaye ataleta maendeleo kwenye eneo husika, kwani la muhimu sana kasana lenye pia niliseme, nchi yetu iko kufika haiongelee tena ukabila, iongelee udini haiongeri ukanda. Tunataka mtu atakayeweza kuleta maendeleo kwenye wilaya yetu ya Rungwe kwenye kata na huko maeneo yote atakayeweza kuwa daraja. Tunahitaji watu wa aina hiyo, lakini pia kemeeni vitendo vya rushwa. Sasa hivi pesa ndio inaleta inanunua mtu, pesa ndio inanunua uongozi. Tukifika huko ni hatari sana. Sasa wazee wetu mpo. Najua kwa uchache wenu mtafikisha message. Vitendo vya rushwa ni vibaya sana. Sababu rushwa ni adui wa haki. Yaani ikifika mahali mtu anasema yani, mimi kwenye CCM nikiwa na shilingi milioni mia tano nimeshapata ubunge, hii yes, si yes, sawa. Tukifika huko maendeleo yani tutayasubiri sana. Ka mtu kama ana pesa si afanyie kazi, apeleke kwenye hospitali mahospitali, atona shida apeleke kwenye mashule, akajenge mashule. Kwa nini aje na pesa kata uchaguzi anataka na kununua nani? Na mtu anayenunua uongozi ataulipaje, atarudishaje hizo pesa zake? Kwa maana kuna biashara anafanya ndani ya miaka mitano atafanya biashara kulisha pesa zake yeye. Kwa wazee wangu wa Rungwe na kote utakaponisikia kwenye mkoa wetu wa Mbeya, tuipige vita sana rushwa. Rushwa isiamue kiongozi tunayemtaka kwa juu ya maendeleo yetu. Rushwa ni adui wa haki. Utapewa leo shilingi elfu thelathini au elfu hamsini itakugharimu miaka mitano bila kupata maendeleo, alafu utakaa nalalamika lakini makosa umeyafanya wewe mwenyewe. Mbunge ni mtu muhimu mno kwenye kuunganisha kati ya watu na maendeleo, kiungo kati ya serikali na na wananchi. Ukimchagua mtu kwa sababu ya rushwa, huna ujasiri wa kumhoji chochote, anakuambia nikupa hamsini yangu nirudishie. Kwa tuipige vita sana rushwa, tupige vita ukabila, tupige vita ukanda. Yaani, mtu mzuri anaenda ya anaweza kutungoza huyu, si babake, yuko Kiela kule. Huyu ah, ameamia tu hapa huyu, sio akwetu hapa, anaweza kuletea maendeleo kwenye kata huyu. Ah, sio kikubwa, ni Mtanzania huyu. Ah, sio dini yetu sisi, nataka Pentecost au Moravian au hapana, tunataka Mwislamu kwa sababu kule mtu haendi kuhutubia ni kwenye, kwenye msikitini au kwenye madhabahu, yule anakwenda kutatua shida za watu. Sasa mambo ya dini yanatoka, au mbunge unasema, nataka mtu ambaye ametoka si wapi, au mtu ambaye si... kwa nini anaenda kutambika, mila naenda kumpa aanatambika na, na, mila u kutatua shida hii ni K-News. Habari.